Tafakaji swala, kwa nini Mungu ametuumba? Kwa nini Mungu ametuleta hapa duniani? Kwa nini mimi na wewe Mungu ametuleta duniani? Lakini pia kwa nini alimieza duniani badiona sandewa ambaye amemwita kwati katika safari ya wasi wetu katika safari ya hiya ya kuelekea mbinguni, na tunapata majibu kwenye katekisimu. Pamoja na majibu mengine, Katekisimu inajibu kwamba Mungu ametuleta duniani ili tumjue, tumpende, tumtumikie na mwisho tupate kwake. Jibu hilo linaonyesha tumeletwa duniani kwa kusudi, tumeletwa duniani kwa lengo maalum, sio bahati mbaya. Na napo maisha na uakamiona siulewa unawezasokulilii kusema kwamba ni kweli alikuja duniani akamjua Mungu akampenda, akamtumikia katika utumishi wake kama kuhani, na jamaa ya Mungu amvita, tukiamini, ukiamini na kumwombea hilo pumziko la amani, mu mapenda mwenzango

Etee, pia jibu hilo, kwa nini sisi tunakuja hapa duniani? Somo la pili, waraka wa pili wa Mtume Paulo wa Timoteo, Paulo anasema hivi, mimi sasa, Biblia zimesema, mimi sasa natolewa sadaka na wakati wa kwangu

mbalimbali anaona yakameisaata Lakini pamoja na hilo, yupo tayari kukabili kifo, yupo tayari na yupo katika maandalizi ya kukabili kifo. Ndiyo maana nasema nasaya

hayo ya kujipongeza akiangalia na nasurukari utume alifanya kwa dunia nimevipiga via imani. Hii ni maneno ya kuona na kukubali kazi kubwa aliyoifanya na maana mtu ambaye aliwajibika uwaji mzuri na kwa bidii na, kuwaji na lakini, kia, ya, kwa juhudi kubwa lakini, ni maneno pia ya kupata faraja kwa kazi ya mikono yake kwamba hata kama naondoka, kama nakwenda kwa Baba, nimefanya hiki, siondoki kule, nimetimiza wajibu fanya kazi ni maneno ya kutambua kuwa nimewajibika ipasavyo, na kusema kwa maneno mengine, nikawa vile Paulo anasema mimi mtumishi nisie na faida, nimefanya tu yale

oeoca aee Baba Mlewa, tunamkabidhi mbele ya hukumu ya Mungu, tunamsihi Mungu katika mamboa tamu alizotenda binadamu, amsafishe kwa damu yake takatifu, ampokee kwake kwa Baba Mlewa.

Mpendoni sana unapo tataganeyai maneno ya Paulo ambayo tunayaona tunayatafsiri katika ukumi wa Padre Mlewa leo. Tujiulize na sisi tunaweza kudiriki kujisifia hivyo, tunaweza kusema maneno kama haya kwamba nimepiga vita vizuri, imani ni ena kwa namna za kuishi, namna za kutenda, namna za kufanya utume. Nikiita leo kwa Mwenyezi Mungu, ninastahili kuwa taji ya haki, ninastahili kuwa mshindi. Kumbe ni wakati sasa pia kujiandaa, kujiweka tayari, ili mwisho wa maisha haya mwisho wa wajiyalii uvikwe taji ya ushindi. somo naifile misholi kirii na walisia kwa kusema, vema mtumishi mwema na uaminifu, ingia katika furaha ya yaamsaa. Ni maneno ya Bwana mwenyewe ya ukaribishi ya kutunukiwa tai ya, ya hayo maneno wanayoambiwa washii wema na waaminifu. Tafakari na ndio Kristo anakukaribisha, ansarimmshaii ndio Kristo anakwambia ha maneno, kunapata hisia